Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu leo. E, haikuwa nyepesi lakini tulihitaji kuanza vizuri kampeni yetu ya kutafuta e, ubingwa wa 25 26 vijana e, wamefanya kila ambacho walistahili kufanya na hatimaye tumepata ushindi mnono magoli matatu sisi kwetu wanasimba tunayo furaha kubwa mno kwa aina ya ushindi ambao tumeupata leo ushindi wa magoli matatu alama tatu sisi kwetu unatutosha kabisa kwa sababu ni ushindi wenye thamani kubwa kweli kweli. Eh, haikuwa mechi nyepesi, kila mmoja alitamani alitaraji Fountain Gate kwa changamoto anazopitia pengine tungewazidi tunge kwa asilimia mia moja pengine, lakini kwenye football huwa haiko hivyo. Mara nyingi kwenye mpira wa miguu ukiwa na changamoto ndio unawazidi kuongeza umakini zaidi. Eh, ee, una, una, unaweza kuona mkiwa e, 11 mkacheza mkacheza vibaya. Alafu mwenzenu mmoja ka kadi nyekundu mkaongeza umakini, kwa sababu mnapokuwa wachache ama mnapokuwa mna changamoto changamoto, kila mmoja anakuwa committed kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo Fonten walikuwa committed kwa asilimia mia moja na hawakuwa na kazi nyingi sana uwanjani hileo, zaidi ya kulinda kile ambacho wanahitaji kulinda. Lakini yote kwa yote vijana wetu wame, wame, wamefanya kazi kubwa, tumepata magoli matatu, tuna furaha kwa sababu magoli yetu yamekuwa eh, na mga awanyiko mzuri. Kwanza Jean Charles Agua ameendelea alipoishia, e, e, mechi ya mwisho alifunga na mechi ya kwanza ya ligi amefunga vilevile. Maana yake ni kwamba e, mwendelezo wake bado uko pale pale, yule Jean Shale Ahua MVP bado ni yule yule, na leo amefanya yale yale ambayo anatakiwa kufanya kwa ajili ya kuwafurahisha wanasimba. Ametoa asisti moja na amefunga bao moja. Huyo ndiyo Jean Shale Ahua. Ni faraja furaha kubwa kuona mchezaji wenu kiwango chake kimeendelea kubaki pale pale hasa mchezaji muhimu aina ya Jean Charles Awa. Hili kwetu ni jambo la kutupa faraja kwelikweli kweli, kuona kwamba kijana wetu kiwango chake hakijaporomoka hata kidogo. Mechi ya kwanza amefanya mambo matatu makubwa: ya kwanza ametoa assist kwa, kwa Rushin de Rock. La pili amefunga goli na tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni jambo la faraja, lakini goli jingine ambalo lime ni goli la Rushin de Rok, pamoja na ubora wake ambao tumekuwa tukiufahamu wa kulinda lakini leo ametuonesha kitu kingine ya kwamba ana uwezo wa kufunga vilevile vile. Hii leo amefunga bonge moja la heda na amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga goli kwa upande wa Simba kwenye ligi kuu ya NBC. Ametukumbusha mbali kidogo, yaani kama coincidence ya kufanana hivi. Msimu uliopita mchezaji wa kwanza kufunga bao kwa Simba Sports Club kwenye ligi kuu ilikuwa ni Shemalon Fondo ambaye alikuwa ni beki wa katikati, na hii leo mchezaji wa kwanza kufunga bao ndani ya Simba Sports Club amekuwa ni beki wa katikati Rushin De Rock, ukipenda mwite The Rock. Rock. Ni faraja kuona kwamba kazi kubwa anayoifanya ya kuzuia, lakini pia anauwezo, ana uwezo wa kufunga. Lakini goli ambalo limetufurahisha zaidi sana ni goli la Jonathan Soa, ndio mshambuliaji wetu kinara amefunga hii leo, tumejisikia faraja kwelikweli. Unaposajili e, mchezaji bora kama yeye, unapomsajili mchezaji na kumpa jukumu la yeye ndio kuwa kinara kwenye eneo la ushambulizi, alafu akifunga bao lake la kwanza katika timu yake mpya ni jambo la kutia faraja kweli kweli na baada ya kufunga goli lile soa, unaona kabisa confidence yake ikaongezeka, na baada hapo akaendelea kusumbua safu ya ushambuliaji kwetu wanasimba. Mechi ya leo, furaha yetu imebalance, imebalance kwa sababu kila kitu kimekwenda vile ambavyo tulitaka sisi kiwe. Tulitamani na mwalimu vile vile angepata nafasi ya kuingia akafunga, lakini tayari sawu ilikuwa imesha imeshakamilika yote kwa yote, we are very happy, our boys wamefanya kazi nzuri. Sasa macho mbele kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Morris Abraham dakika chache alizocheza, yeah, Morris Abraham ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana uh, imeonyesha ni, ni, ni, ni kwa namna gani eh, tulimwamini tuli huyu kijana mdogo kwa muda ambao ameingia, ameonesha utofauti mkubwa sana, anachukua mali anaondoka, anapasia, anafungua na amekosa magoli kama mawili hivi, rebound zile ambazo angepiga sawasawa ili chuma ya nne na chuma ya tano Morris Abraham ni kijana mdogo mwenye uwezo mkubwa na kipaji halisi cha mpira wa miguu tumemwamini Simba Sports Club na anavyoendelea kupata confidence ya kuchezea timu kubwa anavyoendelea kuaminiwa na kupewa game time Morris Abraham for Ballon d'Or ya, baada ya mechi ya leo moja kwa moja tunarejea tena eh, kambini kwetu Mbweni, kwa ajili ya kuendelea na maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 28, ligi ya mabingwa Afrika. Ee, taarifa rasmi taarifa kamili tutaitoa kesho kuhusiana na maandalizi ya mchezo huo na mustakabali wa mashabiki kuelekea katika mchezo huo kesho. Mwenyezi Mungu akitujalia, mapema saa nne asubuhi tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari, tuwaeleze mipango mizima kuelekea katika mchezo huo sanjari na safari ya wapinzani wetu Gaboroni United ambao tayari wameshaanza safari kesho tutawaambia wanaingia lini Dar es Salaam pamoja na maandalizi yake kwa ujumla. Wa kocha wakimatu, ya, very soon. E kocha mpya atapatikana. E, kwa sasa e, viongozi wetu wanaendelea na mchakato wa kuangalia nani bora zaidi anatufaa ndani ya Simba Sports Club. Na tunaamini e, baada ya mechi ya tarehe 28 kwa maana ya Jumapili hii inshaallah, tutakuwa kwenye nafasi nzuri baada ya hapo kusema nani e, anaweza kuja kuwa kocha wa Simba Sports Club. Na ndio maana naona e, taarifa yetu ni kwamba e, mechi ya, ya, ya Ligi ya Mabingwa Afrika ataisimamia mwalimu Hemedi Suleiman Moroko. Baada ya hapo, mechi zinazofuatia baada ya hapo, tunaamini kabisa kocha mpya atakuwa ameshapatikana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwatua wasiwasi wanasimba, kuwatua hofu wanasimba ya kwamba very soon kocha mpya atapatikana na atakuja kuanza majukumu yake. Hatujafumba macho tangu mwalimu Fadlu ameondoka, wa wala hatujameza mate tangu mwalimu Fadlu ameondoka. Tumekuwa tukifanya kazi ya kupitia e, mwalimu mmoja baada ya mwingine mwalimu, twende tukamchomoe wapi, aje afanye kazi ya Simba Sports Club. na niwaambie, ama niwahakikishie wana Simba kwamba kwanza e, katika timu ambayo inaongoza kwa kuleta kocha bora ni pamoja ni Simba Sports Club Tanzania hii. Kwa hiyo wawe watulivu, katika eneo ambalo huwa hatukoseagi ni kwenye eneo la kuleta makocha wazuri.